Kitabu cha Waebrania mlango wa kwanza. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu; amefanyika bora kupita malaika, kwa kadiri jina alilolirithi lilivyo lilivyotukufu kuliko lao. Kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wowote, wa ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzai? Na tena mimi nitakuwa kwake baba na yeye atakuwa kwangu mwana. Hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni asema, na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Na kwa habari za malaika asema, afanyaye malaika zake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miali ya moto. Lakini kwa habari za mwana asema, kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele, na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Umependa haki, umechukia maasi; kwa hiyo Mungu, Mungu wako amekutia mafuta, mafuta ya shangwe kupita wenzio. Na tena, wewe Bwana, hapo mwanzo uliitia misingi ya inchi, na mbingu ni kazi za mikono yako; hizo zitaharibika, bali wewe unadumu, nazo zote zitachakaa kama nguo, na kama mavazi utazizinga, nazo zitabadilika; lakini wewe uyeye yule, na miaka yako haitakoma. Je, yuko malaika aliyemwambia wakati wowote, wa uketi mkono wangu wa kuume, hata nitakapoweka adui zako chini ya nyayo zako? Je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kuwahudumu wale watakaourithi wokovu?